Huhalisia serikali kulifungulia kanisa la ufufuo na uzima na makanisa mengine ya kikristo ni ishara kwamba kwanza, wamefikiria namna ya kuzuia yaliyotokea Oktoba 29 kutokujitokeza. Haina maana kwamba e, wale wote waliofanya vurugu kama inavyoelezwa ama waliojitokeza kwenye maandamano ya Oktoba 29 walikuwa ni waumini wa E, kanisa la ufufuo na uzima au baadhi ya taasisi za kidini za makanisa zilizofungiwa. Hapana. Lakini ukitazama trending ya kile kinachotokea kwa e, wale waliopewa msamaha kuanzia mahakama ya Kisutu, lakini pia ukifika e, kuwatazama wale waliopewa msamaha kule Mwanza na Arusha, wengi wanasema asante Yesu e, wanamshukuru Mungu e, wengi wao yani moja kwa moja wanaenda kwenye kumshukuru Mungu kwa kiasi kikubwa kwenye kutoka kwao, lakini wengine wanasema asante kwa wale, wale walikuwa wanatuombea. Lakini pia ukikumbuka kwamba hata awali kabla ya mtandao kuzima, eh, maandamano kwa upande wa Dar es Salaam yalianzia kwenye kanisa la ufufuo na uzima ambalo linamilikiwa na, na, na Gwajima. Kwa hiyo eh, serikali kufungua eh, kanisa hilo na taasisi zingine za kidini, unapunguza nguvu ya watu ambao Uh, walikuwa wanatamani kuandamana au wamepanga kuandamana. Wakati mwingine kwa sababu gani? Kwa sababu kubwa moja kwamba uh, taasisi za kidini au imani hizi za kidini huwa zina watu ambao tunaweza kusema kwamba wanachokiamini wao huwezi kuwabadilisha, huwa ni watu wenye imani kubwa juu ya kile wanachokiamini. Wakati mwingine kwenye mpira huwa kuna watu naoita machizi soka, lakini kwenye imani huwa tuna watu tunaita machizi imani, yaani kwamba kiwango chake cha imani, kuna wakati unaweza ukamtazama ukahisi amechanganyikiwa, lakini yeye amechanganyikiwa kwenye kile anachokiamini na anajiona na hajachanganyikiwa kwa sababu ya kiwango hicho anachokiamini dhidi ya Mungu na dhidi ya kiongozi ambaye amemfundisha, e, kutafuta huo uso wa Mungu. Kwa hiyo, machafuko mengi duniani huwa huwezi kuyatenganisha yakifanikiwa na imani hizi za kidini. Ndio maana mara zote serikali zimekuwa sambamba na viongozi wa dini zote bila kutazama ukubwa ama udogo wa taasisi hizo za kidini, kwa sababu huwa zina watu ambao wao wanaamini katika eh, kile ambacho kinaelezwa na kiongozi wao wa, wa, wa kidini au wa kiroho. Kwa hiyo kufunguliwa kwa hayo makanisa kwa kiasi kikubwa kumevuruga au kutavuruga plani za E, maandamano au za namna ambavyo wakosoaji wa serikali wataendana katika kile walichokipanga kwa wakati mwingine, kwa sababu kiuhalisia e, haikuwa bahati mbaya e, hawa watu wote wanaotoka wanaonyesha kwamba ni watu wa imani na ni watu ambao wanamwamini Mungu katika namna ambayo wamefundishwa kwenye taasisi zao za kidini. Kwa hiyo e, hii ni hatua ya muhimu sana ambayo serikali imeifanya ambayo kwa yoyote anayetathimini hatua za kuirejesha nchi pamoja hawezi kuibeza, lakini inavunja nguvu sana kwa wale ambao wanafikiria kinyume na namna ambavyo serikali inafikiria. Kwa maana ya kwa kwamba serikali hapa imeua ndege wawili kwa, kwa jiwe moja. Cha kwanza imefanikiwa Uh, kupunguza aina ya watu wenye hasira dhidi ya, ya, ya serikali yenyewe, lakini cha pili imefanikiwa kupunguza kile ambacho kilikishaanza kuaminika ama kuondoa kile ambacho kwa kinaaminika kwamba serikali hii eh, ni serikali dhidi ya taasisi za dini za Kikristo. Ndio maana hadi kuna baadhi ya watu Islam, walikuwa wanajitambulisha kama washehe wa Kiislamu walikuwa wanajipa umiliki wa kuonyesha kwamba wao ndio ambao wanapaswa kupata nafasi na kupendelewa zaidi kwenye serikali hii hadi kutoa matamko ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba watafanya vurugu na kuwakata vichwa watu wengine wa imani tofauti na kuonyesha kwamba hii serikali ni ya imani yao. Kwa hiyo hichi kilichofanyika cha kulifungua kanisa la Ufuo uh, na Uzima, lakini pia taasisi nyingine za dini za Kikristo zinaondoa hiyo dhana ya kuonyesha kwamba hii serikali inapendelea dini fulani au inakandamiza dini fulani na kuonyesha kwamba kila taasisi ambayo serikali ilichukua hatua ya kuiadhibu ama kuifungia ilikuwa ni kutokana na taratibu za kisheria ambazo zinapaswa zifuatwe kwa taasisi zote. Hakuna taasisi inayopendelewa wala inayoonewa. Kwa hiyo inaondoa ule mkanganyiko wa taasisi e, fulani za kidini kujiona kwamba wao ndio wenye haki zaidi kwenye serikali hii ya awamu ya sita na kuzifanya taasisi zote e, zionekane katika mizani, mizani sawa na kupitia hili la kufunguliwa kwa makanisa haya Ufufuo na Uzima yanaenda kupunguza hata ule e, morali wa taasisi zingine za kidini ambazo zikopo zinajiona kwamba zenyewe zina haki ya kunyoshea kidole taasisi zilizofungiwa. Kuna baadhi ya taasisi ukiacha, uh, za kidini uh, za Waislam pia una, uh, taasisi za Kikristo ambazo zilikuwa zinanyoshea mkono taasisi za kidini za Kikristo ambazo zimefungiwa kama Uh, kanisa la ufufuo na uzima pamoja na kiongozi wake Gwajima. Na hii ni hatua nzuri kuelekea maridhiano ambayo serikali imeona kwamba ina, ina, inahitaji yafanyike katika namna ya kuileta nchi pamoja, kiwango ambacho uh, katika hatua hii e, kati ya hatua kubwa ambayo imefanyika baada ya uchaguzi ni hii iliyotangazwa na waziri mkuu e, waziri mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. E, akiwa pale Dar es Salaam kueleza kwa kwamba amezifungua hizo taasisi za kidini, na hiyo pia inatokana na kile ambacho alishaanza kuonyesha e, namna ambavyo serikali iko tayari kuzileta hizi taasisi pamoja. Alikutana na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu la Kanisa Katoliki kwa maana ya TEK bwana e, Kitime, lakini pia tunaamini utakuwa ni mwendelezo wa kukutana na taasisi zingine za dini ikiwemo dini ya Kiislamu. E, dini za uh, madhehebu mengine ikiwemo ya Kihindu na hata wasiokuwa na dini pamoja na viongozi wa mila katika kuileta nchi hii uh, pamoja, kitu ambacho kwa kila anayetamani na kuona umuhimu wa kuirejesha nchi katika mistari yake e, sahihi ambayo tumeizoea hawezi kubeza. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba e, hatua ya kufunguliwa kwa hizo taasisi za kidini ni hatua iliyoua ndege wawili kwa jiwe moja na ni hatua ambayo pia huenda ikaaribu mipango ya watu waliokuwa natamani kuona maandamano yakirejea tena, kwa sababu e, waanzishaji au watu ambao wanaweza wakawa mstari wa mbele e, kwenye kile ambacho walikuwa na kiamini huenda wakapungua, kwa sababu e, hatujasikia pia bado e, tamko la kiongozi wa kanisa hilo la Ufufuo na Uzima Gwajima na haikuwahi kutolewa idadi kwamba walikamatwa wangapi waumini wake, lakini kwa hichi kilichotokea, naamini pia miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anavilalamikia kabla ya uh, maandamano eh, ni hili hapa ambalo naamini pia kupitia eh, muendelezo wa hichi ambacho serikali inakifanya itakuja na majibu yatakayoleteleza eh, hilo pia kujibiwa, na naamini hiyo ndo kiu ya watu wengi, na hilo likikomeshwa, basi sidhani kama kuna mtu atakayekuwa na hasira yoyote juu ya, ya serikali kwa sababu ukiangalia hakuna mtu kwa maana ya ndani ambaye ana shida moja kwa moja na labda kiongozi fulani zaidi ya yale ambayo yalikuwa yanaelezwa kabla ya haya kutokea. Kwa hiyo ni wakati ambao tunaiona serikali inajitengeneza na kupitia hawa viongozi wa dini wakisha kuwa pamoja Sitarajii kuona tena kile ambacho watu wengi walikuwa wanakiona wana, wana kwamba kinaweza kikaenda kutokea kwamba labda vurugu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni hatua ambayo serikali imeifanya katika wakati sahihi na nyakati sahihi zaidi. Lakini pia ukitazama wale ambao walikuwa wanashtakiwa makosa ya uhaini wameanza kuachiwa kwenye mikoa tofauti tofauti. E, moja kati ya hatua nyingine ambayo serikali imepiga hatua moja mbele ya kuonyesha kwamba kama taifa tuna tunahitaji pia kutoa misamaha, kusameheana eh, kwa mtu yoyote iwe amekukosea aje kukosea, lakini ili watu warudi pamoja lazima msamaha upite kwa wale waliokosea na wale ambao hawajakosea, na katika namna yoyote ile inatoa faraja hawa watu ambao leo hii walikuwa mahabusu kwa zaidi ya eh, siku ishirini eh, wengine siku kumi na tano wakiwa uraiani naamini watahubiri wata amani, na kama ambavyo unaona wengi wao, baadhi wameshatoka na wanaeleza kile ambacho kilikuwa kinawakuta magereza na kuonyesha kwamba hawakuwa na changamoto yoyote zaidi ya uhuru wao ambao sasa wanaenda kuupata. Na kama kungekuwa kuna visasi, labda huenda kuanzia huko huko magereza wasingepata hiyo amani ambayo wakitoka uraiani wanaweza wakaieleza kwamba eh, changamoto ilikopo ni ndogo ndogo tu lakini kwa kiasi kikubwa tulikaa salama, kuonyesha hata e, pamoja na magereza kuwa ni sehemu ya taasisi za serikali hakukuwa na visasi na chuki dhidi ya wale ambao tayari walikuwa ni watuhumiwa wa hayo makosa, ukiacha namna ambavyo e, taratibu na sheria zina, zinaenda kwayo. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ni hatua njema sana ambayo e, kama serikali imepiga kuelekea kudhibiti kile ambacho kilitokea Oktoba 29 kisijitokeze tena kwa hizi hatua mbili ya kufungulia hizo taasisi lakini pia kutoa msamaha kwa hao ambao walikuwa ni watuhumiwa wa kesi kubwa kabisa zao, za waini ambazo e, adhabu yake mara nyingi huwa ni kifungo cha maisha ama kunyongwa kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku kama Tanzania, kila hatua yoyote ambayo inapigwa kuelekea kwenye amani au kwenye kutafuta amani, haijalishi itakufurahisha ama itakuumiza kwa kiasi gani, lakini ni hatua muhimu yote yanaweza yakazungumzwa au yanaweza yakadaiwa yanaweza yakajadiliwa, wakati kila mmoja yuko katika utaratibu wa kuwa na amani na kuishi katika maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hatua zilizochukuliwa hadi hivi sasa ni hatua chanya kabisa kwa upande wa, wa, wa serikali wa ambayo imeenda kuathiri upande wa wakosoaji wake wa